Ambayo tunayo lakini tumeona ni vyema tunapokuwa hapa, tuweze kuzifafanua vizuri kwa wananchi ili waweze kufika na kuongeza katika mkoa wetu. Jambo lingine Mheshimiwa mgeni rasmi, tumezingatia pia mifumo hii ambayo serikali imeelekeza hasa mifumo hii ya kidijiti na hasa tukizingatia kwamba ndio kauli mbiu ambayo imepewa katika maadhimisho haya mwaka huu. Sisi tumeshukuru serikali kwa sababu tunaendelea kutekeleza mifumo hiyo katika ofisi yetu ya mkuu wa mkoa na halmashauri zetu nane. Lakini jambo lingine, mheshimiwa mgeni rasmi, tuko tayari pia kuwaeleza wananchi zile huduma mbalimbali tunazozifanya katika taasisi zetu, kwa maana ya ofisi ya mkuu wa mkoa pamoja na halmashauri zetu nane. Tuna mambo mengi tunayoyafanya, tumeonelea ni vyema sasa kupitia maadhimisho haya wananchi wafahamu kwa kina, na tuna nyenzo yetu kubwa ambayo tunaitumia ambayo ni huduma kwa mkataba, kwa huduma kwa mteja, ambayo kimsingi imekuwa itusaidia katika kufikia malengo yetu.